Dada Maria, hongera sana nawe kwa kumaliza mkataba wako. Uliongeza sauti kidogo. Ulipangiwa kazi ya Arusha? Ndio. Mwaka umeisha? Ndio. Ulivyokuja ulikuwa na malengo gani, na je, umeyatimiza? Ndio, nimeyatimiza. Nilikuwa na, na, lengo kwamba ninunue eneo kwa ajili ya kujenga. Nimelipata na nimepata nani akiba kidogo kwa ajili ya mtaji. Na umenunua eneo? Ndio. Wapi? Morogoro. Morogoro ndio nyumbani? Hapana. Hapo tu, nyumbani ni Njombe. Nyumbani ni Njombe. Ila Morogoro ulikuwa unaishi ndiyo? Kwa hiyo ulitamani ununue kiwanja ndiyo? Morogoro na sio Njombe. mm. Si ndiyo? Ndiyo. Kwa hiyo umefanikiwa kukinunua. Nimefanikiwa, ndiyo. He -he. Ndiyo. Na mtaji unasema, pia mtaji nimebakiwa nao kidogo. Umebakiwa na mtaji kidogo. Ndiyo. Kwa kwa hiyo sasa hivi unarudi unaenda Morogoro kwa ajili ya kwenda kufanya biashara. Ndiyo. Biashara gani unaenda kufanya? Nataka nikafanye biashara ya Mamalishe. Mamalishe ndio. Ok, mm -hmm. Sawa kabisa. Ongera, asante, ongera kabisa. Na hicho kama nilivyoongea na Jovita, sisi, malengo yetu ni kuwasaidia wasichana, wanawake maisha yao yaende mbele. Ndiyo. Yaani, usikae, usibweteke, usiwe tegemezi. Sawa. Umefurahi sana kupitia kazi za ndani, tena kwa mshahara wa traditional dada, laki moja, umenunua eneo lako na umesave kidogo kwa ajili ya mtaji. Ndiyo. Yaani, hilo kwetu sisi ndio achievement kubwa kabisa, hayo ndio mafanikio makubwa ya mradi huu uko hapa kwa ajili ya kuwasaidia wasichana wenye malengo, wasichana wenye ndoto ambao wanataka kupiga hatua kwenda mbele. Na wewe dada Maria pia ni mmoja kati ya hao wasichana, umeonyesha uwezo, umeonyesha nia, umeonyesha ari ya kubadilisha maisha yako. Na wewe mwenyewe ndio ulichukua hatua ya kuja, na wewe mwenyewe ndio ulienda kufanya kazi, na wewe mwenyewe ndio umebadilisha maisha yako. Ndio. Kwa hiyo mi nakupongeza sana. Asante sana. E, mafanikio hawezi kuja kama umekaa, lakini ukitoka utayaona ni kweli e. Kwa hiyo hongera sana kwahiyo, saa hivi unarudi zako Morogoro mm? Basi na wewe kule Morogoro ukawe balozi wetu <laughs> e, ukawe balozi wetu kwa sababu na imani ume umefaidika na mradi wetu kabisa, kwa wadada center, si ndio? Kwahiyo e, kwa wasichana wengine ambao utaona wana struggle kwa habari ya mitaji au maskini una, una kitu cha kuambia na kitu cha kuwapa, nitawapa Wadada Center na wao waje wakajikwamue kiuchumi. Ndio sawa, Dada Maria Marias. Uh, kama una lolote la kusema na Dada Jovita. Uh, mimi kwetu sisi, yani, mimi furaha yangu ni kumwona mdada anatimiza malengo yake. Hiyo ndo furaha yangu kubwa. Yeah, una neno lolote? Neno hatuna zaidi ya kuwashukuru zaidi ya kutushukuru eh? ya yeah, tunashukuru na sisi tunamrudishia Mungu sifa na utukufu, kwa sababu yeye ndio ametupa haya maono na ametupa nguvu na uwezo wa kufanya hii kazi. Bila yeye tusingeweza, kwa hiyo sifa zote sisi huwa tunapenda kumrudishia Mungu ambaye ndio anayetuwezesha kufanya hili. Amen. mm -hmm. Haya, nawatakia kila laheri. Asante.